Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasalatu wasalamu wa ala rasulillahi wabadi. Ikhwani fillah, naibu kubwa na, ni jambo ambalo kwamba limenitia haya hili, na pia litatia haya madai wengi na wahubiri wengi wa Kiislamu, ikiwa katika siku ishirini na tisa au siku thelathini za mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kwamba alipewa zawadi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na umati wake uishe mwezi kama huo, na asizungumzwe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nadhani mtakubaliana na mimi ya kuwa vikao vyote vilivyoketi katika misikiti, darasa, khutba za Ijumaa, hakuzungumzwi mtume bali kunazungumzwa maneno aliyozungumza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tofauti na mwezi wa fungo sita, ambao ilikuwa ni afdhal mwezi huu wa Ramadhani azungumze mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ndio mwezi wake, ndio mwezi alikabidhiwa kama shahada yake ambao kwa kwamba ni Qurani, na ndio mwezi alikupenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam leo kulizungumza hili nimepita katika msikiti mmoja, nikasikia dai mmoja akinizungumza jambo hili, basi nikatia aibu mimi yani, kama nakana kwamba nimesahau kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam afa azungumzwe katika mwezi wa Ramadhani malasafi shadidi, sisi uzungumza mtume mwezi wa kuzaliwa mo kwamba mtoto wake na tukizungumza mtume mwezi wa kuzaliwa mfungo sita tunamzungumza kiwa mtu mzima, mambo ya utu uzima. Tala albadru alaina ni mambo ya utu zima, zima, lakini kayafaa tumzungumze udogo wake na utuuzima wake na ujana wake tuzungumze katika huu mwezi wa Ramadhani, basi ni tabaruk na kumzungumza bwana mtume sallallahu wa alaihi wasallam vile Allah atakavyo. Ni afikia man huwa rasul ama man huwa Muhammad ibn Abdullah mtume sallallahu alayhi wasallam, ama huyu anaitwa Muhammad ibn Abdullah. Man huwa nani, kwa kumzungumza kwa general, kwa sababu wakati haustahili tutazungumza. Alipomzungumza aliyemumba naye ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maneno ambayo kwamba mafupi, lakini yamemkusanya mtume mzima

Angalia ibara huwa albashar, mungu kusema huwa albashar. Tulileta maneno mengi kwa waliomuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasalam na hawakuamini kwa sababu wanasema mtume ni mwanadamu wa kawaida, ywatembea sokoni, ywala chakula kama tunavyokula sisi. Ama huku kusemwa kuwa mtume ni bashar

malaika rasula. Haya maneno yalimfanya Mwenyezi Mungu azungumze maneno makubwa kushinda maneno hey, yote ni mwanadamu. Sasa mwataka muteremshiwe malaika, mwataka muteremshiwe mnyama kama kaumuswale? Mwataka hata ka mkateremshiwa malaika mkamwamini. Ikiwa Musa alayhi salatu wassalam wakati ondoka duniani alikuja, alikuja malakul mauti kuja kumtoa roho, alifanya nini? Katika israiliyati hadithi zilizopokewa, alimtia kofi malaika mzima akamtoa jicho, wala ikanishi hadithi. Sasa wangeteremshwa malaika, singelwapiga nini? Sasa lete picha, mtume kwambiwa ni bashar na yale watu wengine wanazungumza mifano yetu sisi, mtu atakwambia basi, hiyo zungumza hiyo, jua nini, huwazungumza kuhusu majini, hiyo jua nini, huwazungumza kuhusu hivi, hiyo jua kweli. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hicho kilma unachokisema wewe, walisema watu waliokuwa kabla yako wewe. hmm. wa bashar, Allah akamzidisha, akamwambia basharan. La kalbashar, sallu ala nabiyikum, oh, Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mungu anawambia, ni mwanadamu ana ngozi kama wewe, lakini ngozi yake si kama yako. Hmm, kwani mimi ngozi yangu kama ya babangu amenizaa, lakini sifanani na babangu mimi, hata kama sura nafanana, pua si ya babangu, ngozi yangu na babangu damu yangu na babangu, hata kipimo, labda ye ako na O positive, mimi niko na vile. Mnavyopima damu tutakuwaje sawa sawa? Mwenyezi Mungu akamwambia la kalbashar. Mtume sallallahu alaihi wasallam, sura za fanana kana wajuhu yatalala anuru. Mtume sura yake ilikuwa inatoka nuru. Unajua nuru, unajua nuru mwangaza moja Munga katika waliokumbana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wasallam, alisimama akatunga shiri nzima, mwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ile shiri ya themanini eh, ile sahaba themanini eh, ile shiri ile sahaba kaannaka kad khuliqta kama atasha semaje mwanzo ile shiri ile

shiri zuri sana mwisho, anasema kad khulikta kama tasha ka annaka kama tasha, yani mtume sallallahu alaihi wasallam, sura yako vile nivyoiona sijaiona mfano wake. Yani wewe khulikta, uh, mubarra'an an an kulli aibin, umeumbwa na kila kasoro ya mwanadamu. Kama ni pua iko mali pake, macho iko mali pake, mdomo uko mali pake, masikio iko mali pake, mwisho akafikia akamwambia kulikta kama atasha umeumbwa wewe mtume kama vile ulivyotaka, ulivyoketi mbele ya Mwenyezi Mungu, kamwambia nubei si bodi si sura shirizuri sana nimesahau na sasa lia nkilisoma kilikumbuka, ntawambia huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, uso wake walimona mtume sallallahu. Mtume alikuwa na bodi ambapo kwamba wenyewe wanasema kuwa Akitembea ni kama mtu anateremka kwa mlima ushone ile fosi, unachukua unajizuia kuteremka kwa mlima, lakini ndio mwendo wake wa kawaida, yaani asichoma. Ukimuona umeiona Qurani inatembea, huu ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Akizungumza hazungumzi sana bwana mtume kama sisi, akizungumza anazungumza wakati wa haja, na akitoa neno limekava kila kitu wenyewe anasema ukimwona anasema huyu ni gentleman siku moja niliwauliza watu mimi mtume sallallahu alaihi wasallam vile mnamdiskraibu nyinyi mnaompenda mtume mkasema sijui alikuwa naja, akilala na njaa akijifunga mawe matatu na njaa sijui mtume alikuwa hivi akivaa nguo siku hebu mchukue huyu mtume sallallahu alaihi wasallam na karne yetu mtamfananishana nani Mimi nikamwambia bwana mmoja, nitamfananisha na mpigaji kampeni wa siasa aliyotoka majuu Amerika ametumwa Kenya aje awa apige kampeni ya siasa. Mtu akitumwa kutoka Amerika ama kutoka hapa hapa kwetu Nairobi, atumwe na serikali aje afanye kampeni, huyu mtu anakata lala hoteli gani? Kwa hivyo kijumba cha mtume kilikuwa kijumba cha umaskini. Ni kutoelewa maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume Huyu mwana kampeni akija Mombasa atalala nja na njaa, eli mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo huyu ni mwana kampeni ametumwa na serikali na wakubwa, ametumwa Amerika kule, aja hapa, huyu atakuwa akiomba credit kiga kwa simu, huyu atakuwa na uoga kitembea mahali. Sasa mtume ametumwa kutoka mbinguni na mfalme wa wafalme amekuwa ni Allah, wamchukulia mtume atakuwa nja yake ni nja yako. Sallu ala nabi, mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ufupi, alikuwa na mkono yani, ushaona panga la mtume, sidani nani anaweza kulishika ule mkono wake, pandikizi la mkono, panga yake ulikuwa na uzito, uwizani wenyewe waliupima, wanakuambia sijui ni wizani wasihizi gani akitembea na nao kama kawaida. Bwana Mtume ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kuua mtu yoyote katika vita asipokuwa mtu mmoja peke yake, kwa sababu ya huruma aliokuwa nao na kile kifaa alichokuwa kibeba na ile nguvu hapo, kwamba alikuwa lau atampiga nayo mtu, sijui mtampata wapi. Kwa Musa nilimpiga mtu wake kofi moja, fawaka za Musa fakadha alayhi Musa alimpiga mtu wake kofi moja, na akaanguka na akafa kwa uzito wa kofi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yani alikuwa strong na siyo sheklia, siyo kishekli kibodi, kwa uzuri wa uso na mkono. Bwana Mtume alikuwa kimaanawiya, alikuwa jawadan, mtoaji, hana ugumu. Leo tarehe ishirini na tisa leo na hakika wafanyaji kazi walio kwenye kufanya kazi kwa kampuni za Waislamu, shirika za Waislamu, hawajapata mshahara mpaka leo na watapata next week baada hii. Sasa Uislamu uko wapi na watu watakusherehekea hivi? Kila mtu akona stress, ile saving yake ndio mtu aitoe afanye shughuli, tajiri akwambia, ah mpaka ifike tarehe 30 ama tarehe tano. Ha, watu wanamwiga ama kuna kitu gani kimewazuia wasipate kuwapatia wafanyikazi wa wao wafurahi, wametoka katika saumu na familia yao, na ni kila mtu anayefanya kazi atakubaliana nini hilo. Kwa hivyo hao wanamuiga nani? mtume sallallahu alayhi wasallam? Wanaiga mashetani. Mtume alikuwa jawai mtoaji mkono strong vidole viliokamilika, na alikuwa mtoaji. Mtume wenyewe anasema mtu yoyote atakemuona mtume ima katika ndoto au yakwadha, mtu huyo atakuwa na sifa mbili. Kama alikuwa na tabia mbaya, Mungu atamtengeza, atakuwa na tabia nzuri, na kama alikuwa fukara, Mungu atamuinua, ataishi maisha mazuri. Na ndio ahlunabii hawachukui zaka. Ushasikiaje masharifu wachukua zaka? Ushasikia mtu wa Mungu anachukua zaka? hawana njaa, hawana njaa. Ndio fakhri ya kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, niwaelezee kisa changu, mwamini msiamini. Wale maadui wa Mungu wanajua na mimi najua. Basi inafi zinafi yauman minlayali, siku katika masiku yangu hapo, kwamba nimelala, nilikuwa katika maraka ya madhalimuna na siku hiyo ilikuwa ni siku wamepanga vizuri, wanakuja kufanya ovu miujiza niliyoiona katika usiku huo na kuingia nyumbani kwangu siwezi kuelezea, ni siri yangu mimi na Mungu na hawa wachawi. Wewe usinijue basi, nimwomba Mwenyezi Mungu wa Mungu wa kueleza kabisa. Ukiingia kwa nyumba, fanya kaza wakaza wakaza na unafanya yani, ndio fanya, siwaambii bali ndilala. Basi kunichukua Mwenyezi Mungu mimi si ati kunichukua kunipeleka mahali fulani hawa wanacheza na roho za wanadamu. Napolala, Mwenyezi Mungu alinichukua alhamdulillahi, wa lillahi walillahilminn, akanipeleka wa wa wa wa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ushahidi ambao kwamba na utoa kwa na kile takio na video hii, aulize huyu ambaye kwamba ameshuhudia. Nilimuota shangazi yangu anayeitwa Johora Muhammad Salim Bayusuf akinishika mkono wakati wamekusanyika familia yangu wengi, sijui kulikuwa na harusi kulikuwa na nini, akanitia kwa rumu yake akanambia, mtume wa kuita. Nilipomuona mtume sallallahu alaihi wasallam nkamuuliza, anta rasulullah, basi nikaanza kulia. Mtume akamtoa shangazi yangu nje, akanambia, mimi waambie watu wako waombe wanachotaka. Hii si hadithi wala si kisa, ni ushahidi nawapa, wala sio fakhri la bali, kuonesha mtu atakayemuona mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ukamwona lamongoka, hata akamwona futa siara, hata wakamwona ni pombe. Wangapi waliishi na mtume na wakafa, ni shahidi peponi, walikufa wakiwa ndani ya pombe katika jihadi. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu bil fadhli al adhim. Ulisikia ulisichane chagulio ni imamu lege kwa akili basi mtume aliponambia hivyo sallallahu alaihi wasallam, yamka na kili yote nilikuwa nalia. Aliamka, basi nikasikia raha, na nilipokuwa ni lailatul juma, nilituma message kwa ndugu zangu wote, nikawaambia. Sikuambia kuwa mtume amesema, nikawaambia ombeni Mungu siku ya leo Jumaa, mtapata mlichopata. Basi hakuna leo nyivu, kila mtu ni yale yale, basharan yamshi fil aswaq. Ah, tutambiaje huyu somo na kibarazani, huyu ni hivi na hivi, usijue wewe lazima ujue, ni bahati kwako, baada si bahati kwetu. Basi hakuna alio reply, lakini liwakumbushe mmoja tu ambaye anaitwa Salim Abdurazaki Muhammad Ahmed, mtoto wa mtoto wa shangazi yangu. Alinichukua kanipeleka baharini siku ya Ijumaa, kanipeleka bahari kisha bahari, alionipeleka ni first time nilikwenda hiyo bahari, kimya, hakuna watu Nikamwambia, kwa nini unakuja huku? Akanambia bana mimi nina ukwa, stress. Nikamwambia stress jana? Akanambia niko na kadhaa na kadhaa na kadhaa na sijui nifanye nini. Kuna kitu muhimu nilikuwa nataka. Nikamwambia, basi wasalta wajatta. Umepata na utalipata. Kile unachokitafuna mdomoni kiteme, msalie Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mara kumi. Naye akafanya hivyo. Wallahi warahmani. Naye ni shahidi nyote mwamjua, muulizeni. Siku ya pili alitwa Nairobi, akaenda akapatiwa kile kitu alichopata, zawadi yake, alitumia pesa, wala haiwezi kuregesha kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema yauma alfathi, siku ya ushindi. Mungu akaleta ushindi katika mustama wa Kiislam, la yanfau zalimuna ma'dhiratuhum hata ukaniusud ifali tena ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo bi maana, anayemota mtume hata kama wewe ulimpatia jambo akaonekana mbaya, ataonekana nzuri, utake usitake. Hata kama ulimfanyia ubaya ukafikira ataishi kwa ufukara, hatoishi tena kwa ufukara, utake usitake. i hu ni mtume. Wakati umeisha. Nimalizie, mtume alikuwa na akhlaki gani katika maisha yake, kwa kumkompea na mitume wengine? Mwangalie Adamu alaihisalatu wassalam. Adam, Mwenyezi Mungu alimpatia pepo yote, akamwambia uskun anta wa zaujuka aljanna, akamkata akamkataza mti mmoja. sijui likuwa mta mwangokaa ule ama sijui nakiwa Adam alikuwa lazima ule

Mtume sallallahu alaihi wasallam, majabali ma alikuja kwake u amepewa janna kumaanisha wamepata majabali. Alikuja kwake Jibril, akamwambia siageuze majabali kwa dhahabu. Mtume alisema nini? mali walihadhihi dunya illa karakibin istazalla tahta shajara thumma raha fataraka. Ya Jibril, unibadilishie majabali dhahabu, dunia niipeleke wapi? mimi ni mfano wa mtu jua kali kachetupa kivuli, nkienda zangu ntabeba mtu niende nao. Ndio Mtume akaonekaniwa amekufa kwa mcheka, hakuwa na makoti lakini Abubakar aliketi kwa vitanda, siacha kuwa na makoti na vitanda vilikuwa Kaisar na, ka, na, na, na Kaisar, hizo majumba makubwa kiama ni alikuwa kina Abubakar alikuwa na pesa mpaka namba ya Mtume na ketivi, lakini Mtume alikuwa ithamini dunia Adamu apewa nyumba kitu kimoja yuala. Je, Adam na Mtume sallallahu alaihi wasallam weza kumkombea eh? Nuhu alayhi salatu wassalam amshtakia Mwenyezi Mungu amwambia mimi, umenituma alfa sanatin illa khamsina, ama miaka elfu moja kufungiwa miaka khamsini ma amanat illa qalil, hawakuniamini mimi nabiyullahi Nuhu isipokuwa wachache. Naelewa, tupe nafasi, muoneshe muoneshe msamaha. Kwa hivyo nabiyullahi Nuhu alayhi salatu wasalam anatumilizwa miaka mia tisa na hamsini wanaomwamini watu hamsini. Anamwambia nini, ya rabbi la tazar ala al-ardhi min al-kafirin

Isa kitu alichomwomba Mungu asife, farafa'ahu Allah, Mungu akamnyanyua Isa, lakini akamwambia ni mauti. Utaishi, ameishi miaka mingapi Isa mpaka leo? Yaishi, yatuona, yoala yafanya kila kitu Isa, lakini atarudi afarini. Mtume sallallahu alaihi hao waliopenda dunia, hao ambao wanasema yesu ni Mungu waliopenda dunia, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku yake iko kitandani, Jibrili anamuuliza, Mungu anakuuliza, chagua, wataka kuishi ama wataka kwenda. Mtume alijibu nini? Aliangalia dunia, akamwambia, akawambia bali rafiqil a'la. Mtume utamkompea Yesu ama Isa ibn Maryam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala Allah basharan la kal bashar